Ndugu wazazi, sikilizeni. Likizo inaweza ikamjenga mtoto au inaweza ikamharibu. Likizo isiyopangwa humfanya mtoto kupoteza nidhamu, kutumia muda mwingi kwenye electronic devices kama simu na kusahau angalau asilimia 40 ya kile alichojifunza mwanzo. Lakini likizo iliyopangwa humsaidia mtoto katika mambo matatu makubwa. Dakika 60 tu kwa siku kumfanya mtoto kukumbuka mengi ambayo amejifunza kwenye mhula huu uliopita na hatimaye kuendelea na mhula unaokuja kwa wepesi zaidi. Lakini likizo pia ni muda mwafaka wa kumfundisha mtoto kupika, kufanya usafi wenyewe, kuwasiliana na ndugu zake wa karibu na kupanga bajeti ya mambo ambayo uh, kwa ujumla wake shuleni hayafundishwi lakini ratiba ambayo imepangiliwa vizuri kumfanya mtoto kuwa na nidhamu, kuwajibikaji na kujiamini. Misingi inawadumu maisha yote, hata baada ya kuwa sio wanafunzi tena. Kwa hiyo tukumbuke, likizo sio mapumziko kutoka kwenye elimu, ni nafasi ya elimu bora zaidi. Ndugu wazazi, msiache likizo iwatawale watoto, ipangeni, iwekeni ratiba, ifanyeni yenye maana. Mtoto wenu atawashukuru miaka ijayo. Tusahau kwamba likizo iliyopangwa kujenga mtoto aliandaliwa. Niwatakie likizo njema.